Bismi llahi rahmani rrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadi bni abdillah sala llah alaihi wasallam, allahuma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu lhakim. Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambaye kwa neema zake ndio amekamilika haya yote ambayo mnayaona mazuri ya kuweza kutupa hatua ya kutoka hapa kuacha familia, miji yetu, watoto, mali nakwenda kuitikia wito wake wa kutekeleza ibada ya hija ambayo ni moja katika nguzo miongoni mwa nguzo tano za Kiislamu. Kwa hiyo tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na tunawapa hongera mahujaji wote. Tunajua kwa kwamba wamerudi nyumbani, hali ya kuwa tayari madhambi yao yote wamefanya nini? Wamesamehewa madhambi yao. Mwenyezi Mungu inshallah wajalie kwamba waendelee kuzitunza hija zao, na nawapeta taufiki inshallah, na wengine waliokuwa hawajenda ili waweze kufika na wao inshaallah kwenda kutembelea maeneo matakatifu ya Maka na Madina inshaallahna kiujumla, kwa upande wa taasisi alhamdulillah, taasisi yetu imejipanga vizuri, wa jiuetua, huduma, na nafikiria mmewahoji wa wahojaji wetu ambao tumewapa huduma tofauti na alhamdulillah, si dhani kwamba tuna deni kwao, na haya tuliwauliza toka tuko zetu kule, hatujaondoka kuna mtu yoyote ambaye natudai kuanzia maswala mazima ya ibada yake ya lazima au maswala mengine ya kuraghibisha na kufanya mambo ya heri au huduma nyingine kama za chakula, makazi, usafiri na nyinginezo. Kwa hiyo, alhamdulillah taasisi kiujumla imejipanga vizuri na mahujaji wake takriban wote wa me, wameridhika na huduma zake. Changamoto zilizokuwepo ni ndogondogo ndogo za kawaida ambazo sisi kama taasisi tunajipanga zaidi kwa siku za mbele, kwa sababu kuna watu wengine ni watu, watu wazima ambao hawa wanahitaji wapate vijana wa kutosheleza kwenda kuwasaidia. Unafanya tawafu e, tawafu ambao utaifanya na mgonjwa lazima utumie kigari, unaweza ukatumia masaa matatu unamfanyisha tawafu, ukatumia pengine masaa mawili unamfanyisha sai. Kwa manaake unahitaji watu ambao watakuwa na wako strong wa kuweza kusaidia wtauausaidia. Kwa hiyo hili kidogo lilinipa shida kwa sababu tulikuwa tuko kidogo lakini, alhamdulillah tunashukuru kwamba mahujaji wetu wote takriban, tumewekeza nguvu zetu kwa kila hali na tumehakikisha kwamba kwa kila mmoja katekeleza ibada zake za lazima na ibada zake zilizokuwa za, za sunna. Kwa alhamdulillah katika hilo tunashukuru, lakini kwa siku za mbele tutazidi kuwekeza katika, katika kuta, kupata watu ambao watakuwa wanazidi kutia nguvu, ili hata kama tutakuwa tunakwenda na wagonjwa, maanake iwe tuna, tuna sapoti ya watu wa kutosha kwa kuweza kuwafanyisha ibada zao kwa wepesi zaidi inshallah wallahi. Ibada ya hija mm-hmm. Eh, waliokwenda nafikiria watakuwa wameona mazingira, ibada ya hija takriban ni ibada ya muhanga, ni ibada ya kujitolea, ni ibada ambayo inahitaji subra, inahitaji uvumilivu. Hali yangu sasa hivi nimetoka hapa mzima, lakini nimerudi hapa na naumwena kifua, kwa sababu ya hali ya hewa, joto kali. Unaingia msikitini, baridi kali, ukitoka nje, joto kali sana. Sawa. Sasa mtu ikiwa kidogo una udhaifu, presha, sukari, huna mazoezi umri ushakwenda, manake unapata tabu katika kutekeleza ibada zako za hija. Unahitaji msaada mkubwa sana wa ndugu zako ambao umekana nao pamoja, lakini tukitumia fursa zetu tukenda hija hali ya kuwa tuna nguvu zetu sawa. So, basi, hii inatupa wepesi, hata wale ambao wanatusimamia wana tuongoza vizuri sana katika kutekeleza ibada zetu za hija. Unawaambia nini wale pengine, wamo wana uwezo wao, lakini mtu anasema mie bado muda wangu mie bado kila, unakuta mtu ana uwezo mie bado. Unawaambia nini hao? Tunasema katika hirimani kubwa katika mtu kuharamishiwa kukubwa ni kwamba Mwenyezi Mungu ame, amempa uwezo wa kutekeleza ibada fulani, iwe ni ibada ya hija, ibada ya zaka na nyinginezo, na alafu akafanya taswifu akasema, mimi nitafanya kesho au nitafanya kesho kutwa, mi baada ya miaka mitano yangu sijamaliza. Manake mtu wakusema yako hujamaliza, utamaliza lini? Ulimwengu huu, umri ni mfupi sana. Watu wat, wanaamka wana, wana, wana leo wazima kesho amefariki. Kwa hiyo, hakuna mwenye dhamana ya kuweza kuishi muda mrefu. Kila mtu ambaye kapata fursa, ana uwezo yeye mwenyewe bidhati, basi hakikisha kwamba anaenda kutekeleza huu wajibu. Mtume sala na salama anasema yote, yule ambaye atakayekuwa na uwezo wa kutekeleza ibada ya hija sawa na umra, akawa hakutekeleza wajibu huo, falia falia mut insha nasrania au yahudia, achague kifo anachokitaka kufa, afe mu yahudi au afe mu nasara. Kwa hiyo hakuna mtu nadhani anekubali kuondoka katika hii dunia hali ya kuwa amezaliwa Muislamu hana siku ya Kiyama hali ya kuwa imani. Kwa hiyo tutekeleze wajibu wetu wa hija hali ya kuwa, kuwa tuna nguvu zetu na vile vile wenye uwezo wa wasupport wanyonge, kwa, kwa sababu ibada hii inahitaji gharama na kila siku zikenda, taratibu za Saudi zinabadilika zinahitaji gharama. Kwa maana yake wale ambao wana uwezo, Mwenyezi Mungu aliwafungulia, fanye wasaidie wanyonge ambao wana nia za kufanya za kutekeleza ibada ya hija kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atual mina ladhina yastamiuna alqawla fattabiuna ahsana, insha Allah hija zetu zimaqbuliwa. Ndugu zetu ambao bado hawajarudi wako huko, Mwenyezi Mungu insha Allah awafikishe nyumbani hali ya salama na amani. Lakini nyinyi mdogo hamjenda, Mwenyezi Mungu insha Allah akufanyieni pesa mweze kufika. Mwenyezi Mungu insha Allah aipe nchi yetu amani, awabariki viongozi wetu, atuongezee riziki za halali pamoja na kuwafungulia vijana wetu na kuepusha na mitihani na mabalaa, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana.